Chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao kilipeleka sokoni kilo milioni tatu laki moja kumi na tatu elfu mia sita kumi na tano na rudia, kulikuwa na jumla ya kilo milioni tatu laki moja kumi na tatu elfu mia sita kumi na tano na leo tulikuwa na loti jumla, loti 18 ambazo zimeingia kwenye mnada loti 18 na loti ya kwanza mpaka loti ya nane ni kutoka kwenye gala la Buko Lindi. Sasa nitasoma moja kwa moja. Loti namba moja, kutoka gala la Buko Lindi kulikuwa na tani 158 na, na kilo 733 ambapo bei ya juu iliyopatikana ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na kumi. Loti ya pili kutoka gala la Buko tani mia moja themanini na kilo mia tisa bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na ishirini loti namba tatu kil, kilo zilikuwa e, tani tani mia mbili na ishirini na kilo mia saba thelathini bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na hamsini loti namba nne tani zilikuwa mia moja themanini na tatu na kilo mia mbili tisini na tano bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na hamsini Loti namba tano lilikuwa na tani mia mbili na moja na kilo mia tatu hamsini na nane bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano sabini Loti namba tano tani zilikuwa mia mbili na moja na na kilo mia tatu hamsini na nane bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na sabini. Loti namba sita tani zilikuwa mia mbili na kilo mia moja tisini, bei ya juu ya mkulima ni shilingi 2580. Loti namba saba tani zilikuwa mia mbili na nne na kilo mia nane thelathini na mbili, bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili na mia sita kwa kilo. Loti namba nane ambayo kwenye gala la buko

hopaje limited kilwa loti namba tisa tani mia moja sitini na moja na kilo ishirini bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia sita na hamsini loti namba kumi tani mia mbili na tano na kilo mia tisa sitini na tisa bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia sita na arobaini. loti namba kumi na moja kwenye gala la hopaje Kilwa tani mia mbili na, saba, na kilo mia saba arobaini na saba bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia sita na hamsini. Loti namba kumi na mbili na kumi na tatu ni gala la Ilulu. Loti namba kumi na mbili tani mia moja arobaini na saba na kilo mia nne arobaini na tano bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia sita na hamsini. Loti namba kumi na tatu gala la Ilulu tani 176 na kilo 186, bei ya juu ya mkulima shilingi 2600. Tunarudi loti namba 14, gala la Buko tena tani 197 na, na kilo 657, bei ya juu ya mkulima shilingi 2700 kwa kilo. Loti namba 15, gala la Hopaji Limited tena tani 120 na, na kilo 868 Bei ya juu ni shilingi 2660. Loti namba 16, gala la Kilwa DC. Tani zilikuwa 167 na kilo 384. Bei ya juu ya mkulima ni shilingi 2710. Na loti namba 17, gala saba gala la Kilwa vilevile tani 148 na kilo 440 bei ya juu ya mkulima shilingi elfu mbili mia saba na kumi. Tulikuwa na gala la mwisho lote namba 18 la msajili wa hazina tani zilikuwa 49 na kilo 960 bei ya juu ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia sita na kumi. Kwa matokeo haya jumla yake tumeona kwamba bei ya juu kabisa ya mkulima kwa mnada wa leo ni shilingi elfu mbili mia saba na kumi na bei ya chini kabisa ya mkulima ni shilingi elfu mbili mia tano na kumi. Bei ni mzuri lakini ukilinganisha na changamoto ambazo tunazipata wakulima ukiangalia na gharama za, za, za, za, za kimaisha tunaweza nikasema in, inafana, lakini gharama hizi zinakuwa ni ndogo sana, kutokana na hali sio mzuri sana. Ingekuwa lau elfu tatu elfu tatu mia tano ina kimu, lakini sasa hii si haba, kwa vile mambo yenyewe ndio tunayaanza, tunasema inatosha, lakini sio sana kivile, maana gharama ni kubwa kidogo. Sisi tumefikia hatua, tumepata shilingi elfu mbili na mia saba mpaka mnada wa mwisho shilingi elfu mbili na mia tano na kumi. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu kutokana na ufuta wenyewe kwanza uko mwingi mwaka huu, lakini pia ni changamoto ya ya soko la dunia liko vibaya sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa hili, hakuna tatizo lolote.